Habari za muda huu, ni leo tena tumekutana katika mfululizo wa vipindi vinavyohusiana na teknolojia. Karibu sana, hii ni Shayia TV. Leo nimekuletea elimu hii hapa, ni jinsi gani unaweza ukazuia simu kuingia kwenye simu yako, yaani iko hivi, unaweza ukazuia simu yeyote ambayo utakuwa unapigiwa isiingie kwenye simu yako. Maana yake yule ambaye atapiga ataambiwa namba hii haipatikani, lakini namba hiyo itakuwa iko hewani kabisa. Alafu vilevile kuna kodi ambazo nitaeleza jinsi ya kuzuia kupiga, yaani wewe ukijaribu kupiga simu haitakubali kabisa, maana yake itakata tu. Maana yake hii utamfanyia mtu, maana yake unaweza ukachukua simu yake alafu ukapiga kodi hizi kwa, kwa kila akijaribu kupiga simu itakuwa haikubali kabisa. Maana yake kwa hivi, unaweza ukachukua simu labda ya, ya mpenzi wako. Maana yake kama unaona labda, huyu mbona anapigapiga simu sana, nawapigia watu wengine. Unaona no, anawapigia labda ma mchepuko sasa. Na wewe hutaki kuachana naye, unaweza ukapiga zile kodi kwa simu kwa simu yake, alafu kwa kila akijaribu kupiga aa, itakuwa ikubali kabisa. Maana yake labda unaweza ukafanya hata kwa siku mbili hivi, ukiona amesumbuka sumbuka sana e, alafu tena utakuja kutoa na kodi za kutoa e, nitaeleza. Maana yake sasa inatakiwa nitoe suluhisho E, baada ya kutoa elimu hiyo, e, nitaki utoe elimu na suluhisho lake e, kodi za kutoa pia hiyo tatizo pia nitazieleza nta, e, bwana tusipoteza muda sana. Leo naanza kueleza kodi ya kwanza kabisa. Hii kodi inazuia simu zote kuingia kwenye simu kwenye simu yako au simu ya mtu mwingine. Maana yake nimekueleza kabisa, unaweza ukachukua simu ya mtu hutaki huyo mtu apigiwe simu, yani huyo mtu atakiwa uh, hutaki apigiwe simu na mtu yeyote. Maana yake simu zote hazitaingia kwenye simu yake siku hiyo ambayo utakuwa umeweka, mpaka uje utoe hiyo hiyo hiyo programu ambayo umeweka umeweka, au hizo kodi amba, ambazo utakuwa umeweka. Kodi ya kwanza ni hapa, utapiga utaenda simu ile kupiga simu ile call e, uta kliki autabonyeza nyota tatu tano nyota sifuli sifuli sifuli sifuli nyota moja moja reli. Umeona mpaka hapo eh? Umeona hii kodi ambayo umeona kwenye screen yako ya simu au ya kompyuta. Hii kodi nataka unielewe vizuri, hii kodi inazuia simu zote kuingia kwenye simu yako au simu ambayo umepiga. Hizi kodi na nimekuelekeza vizuri kabisa, kodi hii inazuia simu zote zinazopigwa kutoka mtandao wowote ule. Maana yake ukipiga kodi hizi hakuna simu ambayo itakayoingia kwenye line hiyo ambayo utakuwa umefanya. Mfano utachagua hivi, mfano kama mimi hapa kuna TTCL kuna Airtel. Kwa hiyo nikiklik hapo kwenye TTCL, maanake watu wote ambao watanipigia kwa namba yangu ya TTCL hawatanipata. Wataambiwa namba hii haipatikani, kukumbe iko hewani. Haya na, na nikichagua mtandao wa eteli vile vile, watu wote ambao watanipigia kwa mtandao huo wa, wa eteli wataambiwa namba hiyo haipatikani lam, lakini namba hiyo iko hewani kabisa. Naone ntakuelekeza jinsi ya kutoa hiyo nali kama umeweka na kama uliwekaka kwa bahati mbaya bila kujua. E, umeona hizo kodi eh? Aya. Angalia kodi zinazofuata. Kodi namba mbili. Kuna nyota. Tatu tatu. Nyota. Sifuri sifuri sifuri sifuri nyota. Moja moja rel really, umeiona hii kodi ambayo unaiona hapo, bila shaka unaiona hiyo kodi. Hizi kodi ambazo nimeziandika sasa hivi, usichanganye na zile za kwanza, zinatofautiana sana. Hizi kodi kazi yake ni kwa ajili ya kuzuia simu kutoka au kupiga. Yaani wewe ukipiga hizi kodi, ukichagua kama hivi, afu ukichagua labda titisielo, ukijaribu kumpigia mtu Haitawezekana, lazima ukipiga tu itakata, ukipiga tu itakata. Ushaikukutana na tatizo kama hili? Kama ushaikukutana na tatizo kama hili, maana yake unawezakana, matapeli pia umetumia kodi hizi, ukijaribu kupigi kumpigia mtu yeyote hawezi akapatikana, yaani haiwezekani, ya simu itakuwa inakata tu, wala sio mtandao wala sio network. Ndugu ya yangu, hii ni kodi hizi hapa zimepigwa matapeli. Pia wao wanatumia kodi hizi hapa apa, e, kupigia kunali kutapeli watu. Maana yake mpaka ukijaribu akikupigia simu e, ukiongeongea na ili si usiwatafuta watu wengine waanze kukushaurishauri, sijui usimtumie pesa. Huwa wanatumia kodi hizi hapa umeona bila shaka umeelewa, hii kodi ni ya kufanyaje? Kodi hii kazi yake ni kuzuia kupiga simu, maanake huwezi kumpigia simu. Unaweza ukatumia kodi hii kwa mtu ambaye hutaki anapiga piga simu. Unaweza ukatumia labda mtoto wako, hutaki anaongeongea na simu usiku none unaweza ukatumia kodi hizi ukapiga kwenye line yake, yani kwenye simu yake, ukaambia naomba simu yako, ukapiga kodi hizi, maana maanake akijaribu kuwapigia watu usiku au watu usiku, haitawezekana. Vilevile kodi hizi unaweza ukatumia kwa ajili ya mpenzi wako, hutaki awapigie pigia watu, siku hiyo uko naye huko busy, unafanya mambo mengine, mnakula bata huko sasa A, mara anaongeongea na simu tu mara napigia, pigia watu tu pigia watu kwa hiyo, kama utaki hivon awapigie watu, unaona, unaweza ukapiga kod hizi nilizoelekeza poon e, unaweza ukapiga kwa namba yake kwa, kwa siani, kumbuka uchukue simu yake e, utachukua simu yake pia hizo uta? utahizokodi amba nimeelekeza po zile izihizi hapa, nyota tatu, tatu nyota sifuri sifuri nyota moja moja umeone, alafu okay umeona hii, zinazuia nini? Simu kutoka au kujaribu kupiga simu, simu haitawezekana. Umeona kodi namba tatu nyota moja tatu tatu moja nyota. Umeiona hiyo kodi nilopiga? Bila shaka unaiona hiyo kodi. Hii kodi kazi yake utafanya kama utapiga okay. Baada ya hapo, utapiga okay. Ushapiga, utachangua mtandao, labda silawetele, kwa kuwa kutokana na mtandao wa ambao unawaga unatumia kodi hii yenyewe inazuia international calls, maanake simu zote za kimataifa hazitaingia kwenye simu yako ukipiga hivyo. Yaani mtu akikupigia akiwa nje nchi, mfano akiwa Kenya, akiwa Uganda au sehemu yoyote ile au Sudan, e, kama hivyo akikupigia maana yake ataambiwa namba hiyo haipatikani. Umeona? Kumbe namba iko hewani kabisa. E, vilevile kodi hizi huwa wanatumia watu kwa ajili ya kuzuia international calls, yani simu zile za kimataifa. Kama una watu mewaajiri ni wageni na hutaki hao watu wao wanazungumza na hao watu wako huko oku, wao wanapigapiga simu e, yani kama yani inazuia hata simu zinazoingia za kimataifa, alafu pia yeye akijaribu kupiga yani unaweza ukachukua simu yake ukapiga hizi kodi hata akijaribu kuwapigia ndugu zake huko, siku hiyo haitawezekana. Maana yake haitawezekana, yaani simu itakuwa inakata kata tu. E, leo nimeelekeza kodi tatu muhimu kabisa. E, vile vile sasa, kama maana yake sasa, wewapo umefanya hivyo vitu vyote, sasa umeona labda tatizo lako limeisha, unataka uwatoe watu kwenye tatizo au kama wewe hapo umeshawahi kuwekewa, ha, mbona unashangaga mbona kile nikijaribu kumpigia mtu fulani, mbona namba haikubali one au haipatikani au inakata tu. Au kama wewe hapo ushaikuwekwa kwenye zile call forwarding, maana yake mtu anapata taarifa zako ana yani kwa kila mazungumzo ambao unazungumza unazungumza wala ambao aaga wa na wahaki wa wapenzi wao. E, kama mshae kufanyiwa hivyo, alafu vile vile kama ushae ku click hizi kodi hizi hapo kwa bahati mbaya, hizi ambayo nimeelekeza hapa, sasa unataka kujitoa sasa, utafanya hivi, utapiga reli, utapiga reli mbili kama jinsi nilivyoweka, alafu mbili moja, alafu utapiga kama hivi umeona jinsi nilivyofanya, alafu utapiga okay. Haya, umeziona hizi kodi ambazo nimeweka hapo. Narudia kabisa ili usiju ukachanganya changanya, changanya. hizi kodi ambazo nimeweka sasa hivi hapa ni za kujitoa sasa. Kama shaekuunganishwa kwenye hizi call forwarding, au shaekublokiwa kwenye hizi international call, au kama simu yako shaeu pigwa na matapeli hapa, matapeli wameweka simu yako, so us unaweza kupigia watu au simu zote zinaingia kwako kupitia namba hiyo. E, utapiga hizi kodi ambayo nimeweka yani rere really, really, mbili moja rel really. Baada ya hapo utapiga okay? Baadae alafu utachagua mtandao kama ni takai, itakuambia, itakuambia. Call forwarding maana yake hapo umefuta kila kitu, maana yake kama mtu alishai kufanyia call forwarding au ameshai kupiga hizi kodi, unaona, basi zitakuwa zishatoka kabisa, maana yake ushafuta kabisa, na utakuwa unapata mawasiliano vizuri kabisa kama zamani. Eh, bwana sina mengi kwa leo, na nakukumbusha tu kama wendo mara ya kwanza umetazama video hii kwenye channel hii ya Shayia TV au ndo mara ya kwanza umefuatilia channel hii ya Shayia TV, na nakukumbusha, angalia chini kidogo mwa video hii kuna neno limeandikwa subscribe. Hebu gusa neno hilo mara moja tu e, ukifanya hivyo kwa kila taarifa ambazo nitakuwa natoa au elimu ambazo nitakuwa natoa kwenye channel hii ya Shayia TV utakuwa unazipata haraka na mapema zaidi. Na kutakia siku njema.